Habari yako mzazi. Leo tutazungumzia njia kumi na nane za kumfundisha mtoto heshima. Elewa kuwa heshima ni moja ya nguzo muhimu zaidi katika maisha ya binadamu. Mtoto anayekosa heshima anaweza kukosa fursa nyingi za maisha. Pia anaweza kuharibu mahusiano yake na watu na hata kushindwa kufanikisha malengo yake. Hii ni kwa sababu heshima ni msingi wa mawasiliano mazuri, uongozi bora, na mafanikio ya kijamii. Lakini swali ni hili, unamfundisha vipi mtoto wako heshima kwa njia sahihi? Wazazi wengi hukosea kwa kutumia njia za zamani kama vile kupiga au kumkaripia mtoto kwa ukali, wakiamini kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kumfundisha nidhamu. Lakini ukweli ni kwamba heshima haijengwi kwa uoga, bali kwa kuelewa na mazoea sahihi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 Twende tukaangalie njia ya kwanza. Njia ya kwanza ni kuwa mfano bora wa heshima. Watoto hujifunza zaidi kwa kuona kuliko kwa kusikia. Kama mzazi, unapaswa kuwa mfano bora wa heshima kwa mtoto wako. Hii inamaanisha kuzungumza kwa adabu, kuonyesha uvumilivu na kuwa na tabia njema katika kila hali. Unapowaheshimu watu wengine, iwe ni familia, marafiki au wageni, mtoto wako atajifunza kufanya hivyo pia. Ni muhimu kumheshimu mtoto wako kwa kumsikiliza maoni yake, kuepuka kumdharau na kumfanyia haki katika maamuzi unayochukua. Watoto wanaoona wazazi wao wakionyesha heshima huiga tabia hiyo na kutumia katika maisha yao ya kila siku. Mbinu ya pili ni kumfundisha kusema tafadhali, samahani na asante. Maneno matatu tafadhali, samahani na asante yanaweza kuonekana madogo, lakini yana athari kubwa katika kujenga heshima Watoto wanaojifunza kutumia maneno haya kwa ufasaha wanakuwa na uhusiano mzuri na watu wanaowazunguka. Mfundishe mtoto wako umuhimu wa kusema tafadhari anapotaka msaada, samahani anapokosea, na asante anapopokea msaada au zawadi. Hii itamsaidia kujenga tabia ya unyenyekevu na kuthamini juhudi za wengine. Wazazi wanapaswa kuonyesha mfano kwa kutumia maneno haya kila siku ili mtoto apate nafasi ya kujifunza na kuyatumia kwa asili. Mbinu ya tatu ni kumweleza kusikiliza kabla ya kuzungumza, yaani mwelekeze kusikiliza kabla ya kuzungumza. Heshima haiko tu katika matendo pia katika jinsi tunavyosikiliza mtu anapozungumza kabla ya kutoa majibu. Mwelekeze mtoto wako kuwa si vyema kukatiza mazungumzo ya wengine au kuingilia watu wanapozungumza. Pia mwambie kuwa kusikiliza kwa makini humsaidia kuelewa vizuri na kujibu kwa njia inayofaa hii inamfundisha uvumilivu, unyenyekevu na heshima kwa maoni ya wengine. Zingatia kumfundisha kwa vitendo, kwa mfano kwa kusikiliza unavyoongea naye na kumpa nafasi ya kueleza mawazo yake. Mbinu ya nne: mfundishe kujibu kwa adabu. Watoto wanapaswa kujifunza namna ya kujibu kwa heshima wanapouliza maswali au wanaposhiriki mazungumzo. Mwelekeze mtoto wako kutumia lugha yenye heshima badala ya kutoa majibu mafupi au yenye ukali. Kwa mfano, badala ya kusema ndiyo pekee, anaweza kusema ndiyo tafadhali au ndiyo naelewa. Pia ni muhimu kumfundisha kuepuka sauti ya dharau au majibu yenye ukali, hata kama hakubaliani na maoni ya mtu mwingine. Kujibu kwa adabu ni moja ya tabia zinazowasaidia watoto kuwa na mahusiano mazuri na watu wengine maishani mwao. Mbinu ya tano: mwelekeze kujali hisia za wengine. Mtoto mwenye heshima ni yule anayejali hisia za wengine. Hii inajumuisha kuepuka kusema maneno yanayoweza kuumiza wengine na kuwa makini na jinsi anavyozungumza. Mfundishe mtoto wako kutambua kuwa maneno na matendo yake yanaweza kuwa na athari kwa wengine. Kwa mfano, ikiwa rafiki yake amekasirika au huzuni ni muhimu kumwonyesha huruma na kuepuka kumcheka au kumkejeri. Asimkejeri wala kumdhihaki rafiki yake anapokuwa amekasirika au anapokuwa na huzuni. Kuwa na hisia za huruma husaidia watoto kuwa na uhusiano mzuri na watu wanaowazunguka. Mbinu ya saba, mfundishe kuthamini kazi na mchango wa wengine. Heshima haimaanishi tunavyowasiliana bali pia jinsi tunavyothamini juhudi za wengine. Watoto wanapaswa kuelewa kuwa kila mtu anafanya kazi fulani na juhudi zao zinapaswa kuheshimiwa. Kwa mfano, mwambie mtoto wako kuwa ni muhimu kuwashukuru walimu, wafanyakazi wa nyumbani, au mtu yeyote anayewasaidia kwa njia moja au nyingine. Mfundishe kusema asante kwa mtu anayemsaidia na kuepuka tabia ya kuchukulia kila kitu kama haki yake. Kujifunza kuthamini kazi za wengine kutamjengea mtoto tabia ya unyenyekevu na shukrani. Mbinu ya saba, mwelekeze kuheshimu muda wa watu wengine heshima pia inahusiana na jinsi anavyotumia muda wa wengine. Watoto wanapaswa kuelewa kuwa kuchelewa, kukatiza watu wanapofanya kazi zao, au kudai mambo yafanywe mara moja bila kujali ratiba ya wengine ni dalili ya ukosefu wa heshima. Mwelekeze mtoto wako kuwa ni muhimu kuwa na mpango, kuheshimu muda wa shule, muda wa chakula na muda wa mapumziko ya wengine. Pia mfundishe kuwa endapo amechelewa au anahitaji msaada, anapaswa kuomba kwa heshima badala ya kudai kwa ukali. Mbinu ya nane, mfundishe mtoto kutoa na kupokea maoni kwa heshima. Hii ni njia muhimu muhimu sana. Mtoto anapaswa kuelewa kuwa anaweza kutoa maoni yake bila kuwa mkali au kumdhalilisha mtu mwingine. Pia ni muhimu kujifunza kupokea maoni kwa heshima bila kuchukia au kuwa na hasira. Mwelekeze mtoto kuwa, kuwa wakati mwingine anaweza kuelekezwa kwa makosa yake na anatakiwa kuyapokea kwa heshima pia mwambie kuwa si kila maoni anayoyatoa yatakubaliwa lakini bado anaweza kuyawasilisha kwa njia ya heshima na uvumilivu. Kujifunza sanaa ya mazungumzo ya heshima humfanya mtoto kuwa mwelewa na mvumilivu kwa wengine. Mbinu ya tisa, mwelekeze kutojihusisha na tabia za dhuluma au uonevu. Watoto wanapaswa kuelewa kuwa kuwanyanyasa au kuwaonea wengine ni tabia isiyofaa. Mwelekeze mtoto wako kuwa heshima ni pamoja na kuwa mwema kwa wengine, kuwasaidia marafiki wanaohitaji msaada, na kuepuka kuwaonea wenzao shuleni au nyumbani. Pia ni muhimu kumfundisha kusimama dhidi ya uonevu kwa njia ya heshima na kusaidia wengine bila kuleta ugomvi. Mbinu ya kumi, mwelekeze kuheshimu wazazi na watu wazima. Watoto wanapaswa kuelewa kuwa wazazi na watu wazima wanapaswa kuheshimiwa kwa sababu ya mchango wao katika maisha. Hii inajumuisha kuzungumza nao kwa heshima kutii maelekezo yao na kuwa na adabu wanapokuwa mbele yao. Mfundishe mtoto kuwa maneno kama tafadhali, samahani na asante ni muhimu sana anapozungumza na watu wazima. Pia mwelekeze kwamba hata kama anakubaliana au hakubaliani na mtu mzima bado anaweza kueleza maoni yake kwa njia ya heshima. Heshima kwa wazazi humjengea mtoto msingi wa utii na unyenyekevu maishani mwake. Mbinu ya kumi na moja: mfundishe kudhibiti lugha yake. Matusi na lugha mbaya ni dalili ya ukosefu wa heshima. Mfundishe mtoto wako kutumia maneno mazuri na kuepuka kuzungumza kwa ukali au dharau kwa watu wengine. Mtoto anapokuwa na tabia ya kutumia lugha chafu, ni muhimu kumsahihisha kwa upole na kumweleza maneno mazuri ya kutumia badala yake. Pia mzazi anapaswa kuwa mfano kwa kuonyesha nidhamu ya lugha kwa kuzungumza kwa heshima, hata pale ambapo anapokuwa na hasira. Maneno yana nguvu na lugha anayojifunza mtoto akiwa mdogo itaathiri mahusiano yake na watu wengine katika maisha yake yote. Namba kumi na mbili: mwelekeze kuheshimu nafasi ya wengine. Watoto wanapaswa kuelewa kuwa kila mtu ana mipaka yake na ni muhimu kuheshimu nafasi za watu wengine. Hii inajumuisha kutovamia maeneo ya watu bila ruhusa, kugonga mlango kabla ya kuingia chumbani kwa mtu mwingine, na kuepuka kuingilia mazungumzo ya watu bila sababu. Mwelekeze mtoto wako kuhusu umuhimu wa kuwa mvumilivu na kumuheshimu mwenzake anapozungumza. Pia mfundishe kwamba si kila kitu kinapaswa kufanyika kwa haraka kama anavyotaka. Wakati mwingine ni lazima asubiri kwa heshima. Mbinu ya kumi na tatu: mfundishe thamani ya ukweli na uaminifu. Ukweli na uaminifu ni msingi wa heshima na mafanikio maishani. Mtoto anapaswa kuelewa kuwa kusema ukweli ni jambo la msingi, hata pale anapohisi anaweza kuadhibiwa. Hii inajenga tabia ya kuwa mwaminifu na mkweli katika maisha yake. Mwelekeze kwamba kusema uongo kunaweza kuharibu uhusiano wake na wengine na kupoteza uaminifu wa watu wanaomzunguka. Ya mzazi anapaswa kuwa mfano kwa mtoto kwa kuonyesha uaminifu katika ahadi zake na kutenda yale ambayo anapaswa kuyatenda kila siku. Mbinu ya kumi na nne: mwelekeze kuheshimu mali ya wengine. Watoto wanapaswa kuelewa kuwa si kila kitu ni chao na kwamba wanapaswa kuuliza, wanapaswa kuuliza kabla ya kutumia vitu vya wengine. Hii inahusisha na vitu vya nyumbani, shuleni, na hata maeneo ya umma. Mfano mzuri ni kumfundisha mtoto kuwa akiona kitu cha mtu mwingine kilichoanguka, badala ya kukichukua, anapaswa kukirudisha kwa mwenyewe au kukipeleka sehemu sahihi. Heshima kwa mali ya wengine humsaidia mtoto kujifunza uadilifu na uwajibikaji, jambo ambalo litamfaa katika maisha yake yote. Mbinu ya kumi na tano: mfundishe kuheshimu tofauti za watu. Dunia ina watu wa tamaduni, dini na mitazamo tofauti. Mfundishe mtoto kuwa kila mtu anastahili heshima bila kujali tofauti zao. Watu wanaweza kuwa na imani tofauti, mwonekano tofauti, au hata tabia tofauti, lakini bado wanapaswa kuheshimiwa. Mwelekeze mtoto wako kuepuka ubaguzi, dharau au uonevu kwa wengine. Pia mzazi anapaswa kuwa mfano kwa kuonyesha heshima kwa watu wa makundi mbalimbali mbali, na kuwaelekeza watoto wake kwa njia sahihi. Mbinu namba kumi na sita, mfundishe umuhimu wa kusahihisha makosa. Hakuna mtu mkamilifu na kila mtu hukosea. Mwelekeze mtoto wako kwamba ni jambo la busara na lenye heshima kukubali makosa na kuomba msamaha. Kufanya hivyo hakumfanyi kuwa mdhaifu, bali humfundisha kuwajibika kwa matendo yake. Pia ni muhimu kumfundisha kuwa, akiona rafiki au ndugu yake amekosea, badala ya kumcheka au kumkejeli, anapaswa kumwelekeza kwa upole na heshima. Mbinu ya kumi na saba, mwelekeze kuwa na subira. Subira ni tabia muhimu inayohusiana na heshima kwa wengine. Mwelekeze mtoto wako kuwa si kila kitu kinapatikana mazingira, na wakati mwingine anapaswa kusubiri. Heshima hii ni muhimu hasa katika nyakati kama kusubiri zamu yake katika foleni, kusikiliza kabla ya kujibu, au kutoingilia mazungumzo ya wengine. Mtoto mwenye subira hujifunza kuwa na nidhamu kuheshimu mipaka na kuepuka kuwa na tabia ya kukata tamaa haraka. Mbinu ya kumi na nane: mpe mtoto upendo wa kutosha. Hii ni njia muhimu zaidi. Mtoto anayejua kuwa anapendwa na kuthaminiwa hujifunza kuwa na heshima kwa wengine. Watoto wanapopokea upendo wa kutosha kutoka kwa wazazi wao, wanajifunza jinsi ya kuonyesha upendo na heshima kwa wengine. Mwelekeze mtoto wako kuwa anathaminiwa. Mpongeze kwa juhudi zake na mpe muda wa kuzungumza na wewe mara kwa mara. Upendo ni msingi wa heshima, na mtoto anayejua kuwa anapendwa huwa na moyo wa kuheshimu wengine. Je, unatumia njia gani kumfundisha mtoto wako heshima? Tuambie kwenye komenti hapo kama umejifunza kitu kipya leo, hakikisha unashare video hii kwa wazazi wengine pia. Kama haujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo sasa, kwa sababu tunaleta maudhui yenye manufaa kwa familia yako kila wiki. kwa ushauri wa kina kuhusu malezi ya mtoto wasiliana nami kwa namba sifuri saba nane saba tano saba tisa mbili mbili nne au sifuri. Karibu sana, tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.